Mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma DART William Gatambi amesema Juni 30 ni ukoma matumizi ya tiketi za karatasi katika mabasi hayo na kupisha matumizi ya kadi za kielektroniki. Amezungumza hayo na Azam News jijini Dar es Salaam, huku mabasi mapya zaidi ya 170 ikitarajiwa kuwasili mwezi Septemba ili kusaidia kupunguza changamoto ya usafiri huo. Lakini mwisho kabisa ni tarehe 30 mwezi huu wa sita wa kutumia tiketi za karatasi na ifika hapo tarehe moja mwezi wa saba mwaka huu tunatumia kadi peke yake. So, tunawasihi wananchi wote ununue kadi. Kadi inapatikana kwa bei ya shilingi elfu moja. Sasa hivi imepata kampuni ambazo zitakuja kutoa huduma hiyo, kwa awamu ya kwanza imepatikana Emirates, ambayo italeta mabasi 177 kuanzia mwezi wa 9, alafu awamu wa ya pili ambayo hatujaanza huduma. Awamu ya pili kuna kampuni tatu ambazo zitafanya zitatoa hizo huduma.